Huyu bwana anaenda kuwawekea picha hapa, amefungwa kifungo cha maisha huko Germany. Huyo bwana alikuwa muuguzi, wengine wanasema alikuwa nesi, na alikuwa anafanya kazi usiku kwenye hospitali moja huko Germany. Kipindi chake akishaingia usiku ule, alikuwa anachukua dawa, anawaongezea wale wagonjwa dawa ili waweze kulala na kupunguza maumivu, ili wasimsumbue, kama yeye yuko kwa kazi usiku na kipindi hicho aliuwa wagonjwa kumi na wengine ishirini na saba alikuwa tayari anawaandalia mashindano ili waweze kutulia na wasimsumbue usiku kipindi yeye yupo kazini. Unajua, kuna kitu kimoja nimekuja kugundua. Fikiria, una mgonjwa wako ameenda hospitali, umeenda kumwangalia jioni, kesho asubuhi unakuja kusikia amefariki. Ah, ah. lakini jana nilimwacha kwa hali nzuri. Matokeo ndio haya, naenda kuwawekea picha ya huyo bwana ambayo ameua watu kumi ni muuguzi na wengine ishirini na saba alikuwa naenda kuandaa ili aweze kuwadunga mashindano wafe. Naenda kuwawekea picha hapo, muone yanayotokea kwenye hospitali. Na kama na wewe unajua historia kama hiyo ziliwahi kutokea familia yako, jirani wala ndugu, weka like yako hapo ili tuweze kuona. Asante sana.